Okay, eba na mambo vipi Swahili community? Kama kawaida kama ilivyo ale leo, tena siku lazi kinyonge, tunaendelea na sehemu ya tatu. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza na ya pili, basi ni vyema uweze kuzirejelea ili tuweze kwenda sambamba. Kama unakumbuka basi, tuliweza kuishia pale ambapo Dalgan na Hairi walikuwa wakielekea mkutanoni. Lengo likuwa ni kuweza kusema ukweli katika mkutano wa rais. Sasa wakiwa wamezimilia kufichua ukweli, Dalgan na Hairi walifika katika jumba la Blue House, lakini walinzi walimkatalia Dalgan kuingia, wakidai kuwa jina lake halimo kwenye orodha ya wageni. Dalgan alihisi kuchanganyikiwa na alielewa kuwa kuna mtu alikuwa akimzuia makusudi kuingia. Bila kukata tamaa alifanikiwa kuingia kwa siri akijichanganya na familia moja iliyoalikwa kwa kupitia mlango wa nyuma. Alipokuwa ndani, alitumia kisingizio cha kwenda chooni na alielekea kwenye ukumbi wa mikutano ambako Rais Yang Kupo alikuwa akikutana na familia zilizofiwa. Walinzi walijaribu kumzuia njiani, lakini Dalgan alitumia ujuzi wake wa mapigano kuwazidi. Hata hivyo, alizidiwa na idadi kubwa ya walinzi na hatimaye akakamatwa. Vurugu hizo zilimvutia waziri mkuu Hong Sun ambaye alifika eneo la tukio. Dalgan alieleza kuwa alikuwa pale kufichua ukweli na Hong alimruhusu kuingia kwenye ukumbi wa mikutano. Ndani ya ukumbi Dalgan alisikilizisha rekodi ya sauti mbele ya rais na maafisa wa ngazi za juu. Taarifa hizo ziliwashangaza wote waliokuwepo. Rais alimkazia macho mkurugenzi wa NIS Han Kidong kwa hasira akimuuliza ni kwa nini taarifa muhimu kama hiyo ilifichwa. Dalgan aliendelea kufichua kuwa rubani wa ndege hiyo Kim Woi bado yuko hai na kwamba pesa za bima zilikuwa zimepangwa kwenda kwa mke wake Sang Yi. Habari hizo zilisababisha taharuki kubwa ukumbini. Sang Yi akiwa amefedheheshwa, alijifanya kupata mshtuko wa moyo na akazimia, hivyo kupelekwa hospitalini. Baadaye, katibu mkuu wa Ikulu Yunhan alimpeleka Dalgan katika makao makuu ya NIS akimhakikishia kuwa yuko salama na kwamba uchunguzi utaendeshwa na mamlaka husika kuanzia wakati huo na kuendelea. Sasa, tukija kwa Jessica, yeye hakuwa tayari kushindwa. Baada ya Lili kushindwa kumwangamiza Dalgan, Jessica aliwaajiri wauaji hatari zaidi. Mmoja wao aliingia makao makuu ya NIS akiwa amejifanya ni mtoa huduma wa chakula. Alileta chakula kilichokuwa kimechanganywa na dawa ya usingizi, na maafisa wengi waliokula walianguka na kupoteza fahamu. Hairi ambaye hakuwa na njaa sana, alikula kiasi kidogo lakini bado alipoteza fahamu. Muuaji huyo aliingia kimya kimya katika chumba cha Dalgan akiwa na bunduki, akidhani atamkuta lakini kwa mshangao wake Dalgan hakuwepo. Ghafla, Dalgan alimtokea na kumshambulia na wakaanza kupigana vikali. Kila mmoja alimpiga mwenzake kwa nguvu, lakini hatimaye muuaji alipata nguvu ya kumzidi Dalgan na alikuwa karibu kumpiga risasi, lakini kwa bahati nzuri Hairi alizinduka na kumpiga risasi muuaji na kumuua papo hapo. Baada ya kumshinda muuaji, Dalgan na Hairi walikagua simu ya muuaji na wakashangazwa kuona kwamba simu hiyo ilikuwa imepokea simu ya hivi karibuni kutoka kwa Min Jaesik. Min aliuliza kwa sauti ya shaka ikiwa Dalgan alikuwa ameuawa, jambo lililowashtua sana Dalgan na Hairi, na walitambua kuwa Min Ndiye alikuwa msaliti ndani ya NIS na alikuwa nyuma ya jaribio hilo la mauaji. Hairi alimjulisha Kang kwa haraka kuhusu hali hiyo na kisha akafuta rekodi zote za CCTV za tukio hilo ili ionekane kana kwamba Dalgan aliuawa. Sasa wakati huo huo, wanaume kadhaa walimtembelea Sang Hi hospitalini na kumwelekeza ni nini aseme wakati wa uchunguzi ili kuepuka kukamatwa. Kang alipoanza kumhoji Sang Hi, alirudia majibu aliyopewa na wanaume hao na hivyo kufanikiwa kuondoa mashaka juu yake. Hata hivyo, Kang alimwagiza Husu kwa siri apandikize kifaa cha ufuatiliaji kwenye simu ya Sang Hi baada ya Sang Hi kuachiliwa. Kapteni Taiwung na timu yake walimfuatilia kwa siri hadi kanisa moja la mtaani. Huko alichukua simu ya zamani iliyokuwa imefichwa nyuma ya picha ukutani na alimpigia Kim Woo Gi, mume wake, ambaye alikuwa akijificha katika nyumba chakavu huko Moroko. Sanghi alimhakikishia Kim kuwa mpango wao unakaribia kufanikiwa, jambo lilomtia moyo Kim. Hata hivyo Taewoong na timu yake walimkamata Sanghi muda mfupi baadaye na kurekodi b kila alichosema. Walipokuwa wakijiandaa kumrudisha kwa ajili ya mahojiano zaidi, lori lililokuwa likiendeshwa na watu wa shirika la siri lililoajiriwa na Min na Jessica liligonga gari lao kwa makusudi na kuwajeruhi vibaya mno. Sanghi alitekwa nyara na watu hao. Kang alifika eneo la tukio na kuamuru Taewoong na wenzake wakimbizwe hospitalini kwa matibabu. Wakati huo huo, Kim Dosu, kaka wa muuaji alimvamia Dalgan. Alimpigia simu kaka yake bila kujua kuwa Dalgan ndiye aliyekuwa ameshika simu. Dalgan alimtukana na kumwambia kuwa amemtuma kaka yake kwenda kuzimu, jambo lilomkasirisha Kim Dosu ambaye aliapa kulipiza kisasi. Hairi alipokea agizo kutoka kwa Kang kumkamata Min. Jaesik alimfuatilia hadi kwenye baa moja ya mtaa ambapo alikuwa akinywa pombe na mkurugenzi Han. Hairi alipojaribu kumkamata Min, alifanikiwa kutoroka. Baadaye Jessica aliona fursa na alimkaribisha Min akiahidi kumpa ulinzi na kumshawishi ajiunge naye. Siku iliyofuata familia zilizofiwa zilitoa wito kwa vyombo vya habari kutafuta haki, huku Edward Park akiwa miongoni mwa waliokuwepo. Alimwagiza msaidizi wa, msaidizi wake Miki kutuma picha za mikutano ya Jessica na maafisa wa serikali kwa NIS. Wakati huo huo, Dalgan akiwa ndani ya gari na Kwang alimwona Jo, mwandishi wa habari ambaye alidhaniwa kuwa amekufa. Akiwa amechanganyikiwa na kushangazwa, Dalgan alikimbilia kumfuata lakini, akakatizwa na Edward Park. Sasa tukija upande mwingine, Kim Dosu alikuwa akimtesa Sangi na kum, akimtaka afichue alipo mume wake. Lakini Sangi alikataa kata kata. Jessica aliwasili na kumpa ofa kwamba kama atafichua mahali alipo mume wake na kufanya mkutano na waandishi wa habari akilaumu ajali ya ndege kwa mume wake na kampuni ya Dynamic ataachwa salama. Sangi akitambua kuwa hana njia nyingine ya kujinusuru, alikubali kwa shingo upande masharti ya Jessica. Upande mwingine, Hairi alipokea picha ambazo Edward Park alikuwa ametuma na akazikabidhi kwa Kang akimwambia kuwa zimetoka katika chanzo kisichojulikana. Kang aliamua kumfata Mkurugenzi Han na kumweleza kuwa iwapo wanataka kufichua ukweli kuhusu ajali ya ndege, basi yeye Kang apewe uongozi wa operesheni hiyo. Mkurugenzi Han alikubali na kumpa Kang mamlaka kamili ya kuongoza uchunguzi. Kang alipata eneo aliko Kim Woi mume wa Sang kupitia simu aliyoipiga. Iligundulika kuwa Kim alikuwa akijificha katika mtaa maskini nchini Morocco lakini hawakuweza kubaini mahali kamili alipo. Timu ya NIS iliongozwa na Taiwan iliondoka mara moja kuelekea Morocco huku Dalgan akijipenyeza kwa siri ndani ya ndege hiyo. Hairi alishangaa kumwona lakini alikubali kutomwambia mtu yoyote. Dargan alimwambia kuwa haamini NAS na kwamba anataka kumtafuta Kimoi yeye mwenyewe. Sasa Kimoi alivunja simu yake, jambo lilofanya iwe vigumu zaidi kufuatilia mahali alipo. Timu ya Taiwan ilitumia ndege zisizo na rubani, yaani drones, kuendelea na utafutaji, lakini baada ya siku kadhaa bado hawakuwa wamefanikiwa wa kumpata sasa tukirudi kwa Jessica, yeye aliwaonga maafisa wa polisi wa Moroko akiwaagiza wamkamate Kim Oi kabla ya NIS. Wakati huo huo, Kang aliendesha upekuzi nyumbani kwa Jessica kama alivyoagizwa. Dalgan yeye aliendelea kumtafuta Kim Oi kwa siri huku akificha utambulisho wake, lakini timu ya NIS ilianza kuwa na mashaka na Dalgan na walianza kumfuatilia. Sasa Dalgan aliona chupa za plastiki juu ya paa, ishara ya kwamba wenyeji wa nyumba hiyo ni wa Korea ambao hawawezi kunywa maji ya Moroko, na alitambua haraka nyumba, nyumba ya Kimoi na kujipenyeza ndani ambapo alimkuta na kumshambulia, lakini kwa bahati mbaya polisi wa Moroko walifika baada ya kupata taarifa za alipo Kimoi na wakawakamata wote wawili. Maafisa wa NIS pia walifika eneo la tukio lakini walishindwa kuwashawishi polisi wa wakabidhi Kimoi, ambaye alipelekwa kituo cha polisi na kuwekwa gerezani pamoja na Dalgan. Wakati huo Kang alikuwa akimhoji Jessica, aliwasilisha ushahidi wote uliokusanywa ya dhidi yake. Hata hivyo Jessica alikanusha kila kitu. Baada ya saa kadhaa za mahojiano, mkurugenzi Han aliamuru Jessica aachiliwe huru. Jessica alimwonya Kang kwamba angemlipizia kisasi na kwamba hivi karibuni naye angejikuta katika hali kama hiyo. Baadaye Taiwan alitoa taarifa makao makuu ya NIS kwamba wamefanikiwa kumpata Kimohi na wataanza kumuoji hivi karibuni. Jessica alipatwa na wasiwasi mkubwa aliposikia habari hizo. Taiwan aliweza pia kuhakikisha kuwa Dalgan na Kimohi wameachiliwa kutoka kituo cha polisi na kumpeleka Kimohi kwenye ubalozi wa Korea. Hong Song na Min waliweka mpango wa kumuua Kim Woi. Sasa usiku huo katibu Yun Han Ki alimkaribisha mkurugenzi Han nyumbani kwake na kuanza kumtishia kwa ushahidi wa ufisadi wake. Min naye alifika na akawasilisha ushahidi wa rushwa aliofanya Han Alim, akimtishia kumwanika kwenye vyombo vya habari kama hata kubali kubadilisha timu ya NIS iliyoko Moroko. Mkurugenzi Han aliondoka akiwa ameghadhibika sana. Baadaye Min aliwaajiri Lili na Kimdosu kwenda Moroko kumuua Kimuhi na walielekea huko mara moja kutekeleza mauaji hayo. Tukirudi Barozini, Taiwan na timu yake walianza kumhoji Kimuhi lakini alikataa kushirikiana akitoa majibu yasiyoeleweka. Dalgan alipoteza uvumilivu na akaanza kumpiga. Kimuhi alianguka kutoka kwenye kiti na kuanza kujitikisa kwa maumivu na hapo ndipo walipogundua kuwa ni mraibu wa dawa za kulevya. Kim alianza kuomba dawa kwa dharura. Taiwan alitaka kumpa dawa ya kutuliza maumivu lakini Dalgan alimzuia akisisitiza kuwa huo ndio wakati sahihi wa kumfanya akiri ukweli. Jambo hilo lilisababisha ugomvi kati ya Dalgan na Taiwan. Hata hivyo Hairi alichukua sindano hiyo na kumwambia Kim o kwamba asiposema ukweli hatapewa sindano hiyo akiwa karibu kufa, Kimoi hatimaye alikiri kuwa makamu wa rais wa kampuni ya John and Mark, Michael, alimlipa dola milioni tano ili aangushe ndege, na Hairi alimpa sindano mara moja ili kuokoa maisha yake. Baada ya hayo, timu ya Taiwan ilijiandaa kumsafirisha Kimohi hadi uwanja wa ndege ili wamrudishe Korea lakini polisi wa Moroko waliwaelekeza kutumia njia nyingine ambayo iligeuka kuwa mtego. Mauaji yalianza, wavamizi walifyatua risasi kwenye magari yao na kuwaua baadhi ya maafisa wa NIS. Dalgan na Hairi waliokuwa wakifuata nyuma walisikia milio ya risasi. Dalgan aliongeza mwendo kuelekea walipo Taiwan na timu yake. Wakati huo huo, Taiwan na kikosi chake walipambana kwa ujasiri na wavamizi, lakini Kimoi alipigwa risasi mguuni na kujeruhiwa Dalgan na Hairi walifika kwa wakati na kuwasaidia wote kurudi haraka kwenye ubalozi sasa Taiwan alimjulisha Kang kuhusu shambulio hilo na hali ya hatari ya Kimoi jambo lilosababisha wasiwasi mkubwa sasa wakati huo huo Min alituma watu wake kwenda katika ubalozi wa Korea ili kumaliza kazi ya kumuua Dalgan na Kimo hii baadaye Min alimtania na kumcheka Kang kwa kumharibia mpango wake Kang alikasirika sana na alimshambulia Min lakini Mkurugenzi Han alifika na kuamuru Kang akamatwe. Kang aliumia sana moyoni na kumuuliza Han kama naye pia amejiunga na upande wa mafisadi. Jessica ambaye kwa sasa alikuwa huru kutoka, kutoka makao ya NIS alimwona Kang akiwa amefungwa pingu na akatabasamu sana a, aliona kwamba ameshinda. Sa, tukirudi ubalozini, Taiwan na wenzake walimrudisha Kimoi ndani na wakampigia daktari ili kupata maelekezo ya kufanikisha upasuaji. Kwa msaada wa video call, waliweza kutoa risasi kwenye mguu wa Kimoi, ingawa alikuwa anapoteza damu nyingi. Hairi alikumbuka kuwa aina ya damu ya Kimoi ni group O na kwa bahati nzuri, Dalgan pia ana damu ya aina hiyo hiyo. Dalgan alitoa damu yake ili kuokoa maisha ya Kimoi. Jessica aliposikia kuwa mpango wa kumuua Kimoi umeshindikana alipatwa na hofu, lakini Min alionekana kuwa na uhakika zaidi, akifichua kuwa alikuwa ametumia kikosi maalum cha black operation kutoka NIS kwenda kwenye ubalozi kuwaua wote walioko humo. Tukija upande wa Sanghi, yeye alitembelea ofisi za vyombo vya habari akiomba kuandaa mkutano na waandishi wa habari. Kang yeye alikuwa akisafirishwa baada ya kukamatwa, lakini aliweza kuwazidi nguvu walinzi, akaiba simu yao na kupiga simu kwenye kitengo cha habari cha Ikulu. aliwaambia waandishi kuwa kuna wasaliti wengi ndani ya NIS wanaojaribu kuficha ukweli kuhusu ajali ya ndege na kwamba Katibu Yun pia anahusika. Alikimbia kuandika ujumbe huu na kumkabidhi msaidizi wa rais, lakini ghafla Yun aliingia na akakataza ujumbe huo kufikishwa kwa rais, lakini pia waziri mkuu Hong aliwasili, alichukua ujumbe huo na kuuchana mbele ya watu wote. Wakati huo huo mkutano na waandishi wa habari ulikuwa umeanza na Sangi aliwalaumu mumewe na kampuni ya Dynamic kwa kusababisha ajali ya ndege. Taarifa hiyo ilimshangaza Edward Park na kusababisha taharuki kubwa kwenye vyombo vya habari. Kwa upande mwingine Hosuk alikuwa akijaribu kumsaidia Kang. Alipiga namba ya siri ambayo ilielekea kwenye mgao wa kuku unaomilikiwa na mjane wa aliyekuwa mkuu wa NIS. Hata hivyo watu wa Min walikuwa wakifuatilia simu zote za Husok, lakini mara hii Husok alitumia neno la siri Vagabond ambalo watu hao hawakufahamu maana yake. Sasa wauaji waliotumwa na Min waliwasili kwenye ubalozi wa Korea wakijifanya kuwa maafisa wa NIS waliotumwa kusaidia, lakini bahati nzuri au mbaya, mmiliki wa mgahawa wa kuku alimpigia Taiwan na kumwonya kuwa watu hao ni wauaji. Taiwan alishtuka sana, lakini pia mkurugenzi Han Alimpigia Taiwan na kumweleza kuwa Dalgan na Kimoi watauawa usiku huo, na kama Taiwan atajaribu kuzuia naye atauawa. Taiwan alistuka kutambua kuwa hata mkurugenzi wa NIS ni sehemu ya njama hiyo. Sasa, kikosi cha Black Operation kilipovamia, Dalgan alipambana nao vikali na akafanikiwa kumkamata kamanda wao na kumwekea bunduki kichwani. Hai naye alimbeba Kimoi. Wauaji walielekeza bunduki zao kwa Dalgan na Hairi lakini Taiwan alikata umeme na kuwawezesha Dalgan na Hairi kutoroka. Walipokuwa wakikimbia, Taiwan aliwapiga risasi wauaji waliokuwa nyuma yao, kisha akawasi wampeleke Kimoi mahali salama. Kwa tabu waliweza kufika kwenye eneo la siri la usalama, lakini kikosi cha Black Operation hakukata tamaa. Walilipua mlango kwa bomu na mapigano makali ya bunduki yakaanza. Lakini Dalgan alikuwa ameweka bomu la siri chini ya sakafu lakini lilihitaji muda zaidi ili kulipuka. Kamanda wa Black Operation akiwa na tabasamu la ushindi, alianza kusogea huku akipiga mluzi, na Dalgan alimzuia kwa kusema kuna bomu chini yao na ni yeye peke yake anayejua kulizima. Kamanda alisita, lakini akaamuru risasi zifiatuliwe, lakini kama bahati, bomu lililipuka na Dalgan alinusurika huku wanajeshi wote wa Black Operation wakiangamia. Sasa Taiwan alimwambia Hairi na Dalgan wamchukue Kimoi na waondoke akiahidi kushughulikia na atadili na wasaliti walioko makao makuu ya NIS. Kabla hawajaachana alimpa Hairi neno la siri na namba ya simu ya mtu wa kuwasiliana naye ili wapate msaada. Baadaye Taiwan alipiga simu makao makuu na kuwataarifu kuwa Hairi na Dalgan wamemtorosha Kimoi na kwamba askari waliotumwa wameuawa wote. Min na mkurugenzi Han walipatwa na mshtuko mkuu wa baada ya mpango wao kushindwa na wakaamuru Taiwan harudi Korea mara moja. Wakati huo huo, Dalgan, Hairi na Kimoi walifanikiwa kutoroka kupitia handaki la chini ya ardhi kutoka ubalozini na wakakutana na Miki, yaani msaidizi wa Edward Park, aliwapeleka katika eneo salama. Sasa tukirudi kwa Nyamera, Min alimpa mmoja wa maajenti wake chupa ya sumu na kumuajiza aiweke kwenye chakula cha Kang. Kang alipowila, alipoteza fahamu na hospitalini, lakini kwa bahati mbaya alitangazwa kuwa amekufa. Haba hiyo ilisambaa haraka katika matawi yote ya an na ikawagusa wengi kwa uzui. Wakiwa namii njiani, polisi waliwasimamisha. Miki alionyesha ishara ya alama kwenye mkono wake ambayo iliwa iliwaaminisha polisi kuwa ni watu wa upande maalum, hivyo wakaruhusiwa kuendelea na safari. Katika tukio jingine, mkuu wa polisi wa Moroko alipigwa risasi na kuuawa kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake. Sasa Dalga na Hairi wako baharini kwenye meli ya mizigo pamoja na Kimoi. Hairi alipiga namba aliyopewa na Taiwan na kutumia neno usiri la Vagabond. Kwa mshangao wake, mmiliki wa mgawa alishika simu kisha akamuunganisha na mtu mwingine. Hairi alishtuka sana aliposikia sauti ya Kang akiwa hai. Kang alimweleza kuwa mmiliki wa mgawa alimwonya kuhusu sumu hiyo mapema na aliandaa dawa ya kutoa sumu. wakati kila mtu alidhani Kang amekufa, muuguzi alimdunga dawa hiyo na kumwokoa. Kang alimwambia Hairi kuwa awe makini na asifichwe mahali walipo kwa mtu yeyote kutoka NIS. Lakini pia Kangsu, mwana wa mmiliki wa mgawa na mtaalamu wa udukuzi aliwasaidia Hairi na Dalgan kuficha eneo lao halisi. Alieneza taarifa za uongo duniani kote, huku wengine wakiamini wako China, wengine India. Hakuna aliyefanikiwa kujua walipo. Sasa wakati huo, chimu hii alifanikiwa kujifungua mikono yake na akamshika Hairi mateka, akimtaka Dalgan amtambulishe sehemu ya kutorokea kwa boti la sivyo angemdhuru, lakini Hairi alitumia mbinu za kininja alizofundishwa na Dalgan akifanikiwa kumshinda kimo hii. Wakati haya yote yanaendelea, tunarudi katika bunge la Korea. Mswada wa trilioni moja zaidi uliidhinishwa na mkataba wa fedha, yani FX deal ukakabidhiwa kwa kampuni ya John and Mark. Maafisa wa ikulu ya Blue House walisherekea ushindi huo kwa furaha, lakini pia wale wamiliki wa John and Mark walifurahia. Eh, bana leo tunaishia hapo. Ni nini kinachoendelea? Tayari mswada umepitishwa na John and Mark ndio wamepewa zabuni. Basi tunafikiri ni wapi tunakoelekea? Eh, bana, basi usiache kusubscribe ili tuweze kwenda eh sambamba.